Kwa taasisi zote za umma ambazo hazijajiunga na mfumo huu, mwisho tarehe 30 mwezi wa saba. Wote ambao mmeshaingia pale GovESB, huu ni msisitizo ulitolewa na Mheshimiwa Rais pindi ija utakapokamilisha, kila mmoja apeleke mfumo. Idadi ya taasisi ambazo zimeunganishwa ni chache ukilinganisha taasisi tulizo nazo ndani ya serikali hakuna gharama, hutakiwi kupanga bajeti, hutakiwi kusafiri kwenda popote. iga wako Dodoma, wewe uko Dodoma, nenda muhakikishe mnajiunga kwenye mfumo, mwanze kuzungumza na wenzenu na wenzenu wawaone. Kwa taasisi zote za umma ambazo zenye mifumo na zinaendelea kubuni mifumo, zihakikishe kuwa mifumo hiyo inasomana na uwezo kubadilishana taarifa kupitia mfumo huo ili twende kwenye gurudumu moja la kuboresha huduma ndani ya serikali yetu. Mamlaka ya Serikali Mtandao iga, hakikisheni kwamba mifumo iliyounganishwa inaendelea na majukumu yake ya kubadilishana taarifa, lakini pia kila anayeingia jiridhishe kwa anaweza kuwasiliana na wengine wote walioko huko ndani. mmenieleza mesema kwamba ndivyo ilivyo. Nasisitiza kwamba hakikisheni hao watu wanasomana na wanabadilishana taarifa. Ndugu watumishi wa umma, nimefurahi sana leo baada ya kuarifiwa kuwa mifumo nitakayoizindua leo imejengwa na wataalamu wetu wa ndani ya nchi na kutoka taasisi yetu ya eGA ambayo wenyewe watumishi karibu wote ni Watanzania wa na ndio ambao wameendelea kutengeneza mifumo inayosomana kati ya taasisi na taasisi ndani ya serikali. Lakini nimefurahi kwanza kujumlishwa kwamba jumla mifumo 223 kutoka kwenye taasisi 185 tayari imeshaunganishwa na inasomana. Hii ni hatua nzuri sana ya utekelezaji, na mifumo hii itaendelea kubuniwa, inaendelea kubuniwa, itaendelea kuunganishwa, ita kupitia mfumo wetu wa Gov ESB.